91.3 EFM Mwanza, ango hey, jomba we, magari ya mwendokazi ushai kukutana nayo? Na sheli hapana, ayaweki mafuta, wanaekela wanajaza pale pale wanapopaki kaio, yakitoka yanakuwa yametoka yani e, pale pale jangwani eh. Jangwani kuna sheli petroli au jangwani wanachukua maji ya Msimbazi? ah. Jangwani mule mule ndani ndio wanajaza mafuta mule mule ndani, kuna sheli zao. Kwa hiyo kitoka inakuwa full tank, yani sheli za binadamu wazioni, si ndio? Ziko ndani mule, ndani kwa ndani kwa ndani ah, kwenye gari, yani kuja na engine moja kwa moja ah, ah, yani mule zinapopaki ndani, sikumezungushiwa ukuta. Kwa hiyo mule mule ndani ndio kuna sheli. Basi dula akiliana kwa nini? Eti kasema ndefu zile mwendo kasi wanaeka mafuta ya alizeti, fupi zile wanaeka mzaituni. <laughs> Kakuogota huyo.

Ongea bwana, mimi najiimbia imbia mwenyewe. Hivi kwa mfano. Eh. Shangazi yako amekugea mandazi sita. Shangazi akupea mandazi sita. Unamjua na msikia wewe. Hebu nisikilize basi. Eh. Alafu baadaye akakuongeza mandazi tisa. Mm. Mm. Aha. Uh-huh. Lakini katika mandazi yote hayo umekula mandazi mawili. Je, utabakia na mandazi mangapi?

Hebu nisikilize e. Sio nimeondoka ndio uwache kuswali swala ya alfajiri niwache kuswali e, nimekukumbusha huwe unaswali niank ungekona jua ninavyoitaka pepo. Wewe una swali lakini ukolipo sona nini za kumbe mwenzangu unalala, mimi na mkamka tu asubuhi asubuhi. Sasa mimi sina swali kila siku. Jana umeswali e? Jana nimeswali, juzi nimeswali, kesho nimeswali. mm, nimeswali anko. Uwongo huo.

kwenye mindege ya watu ndani brrr, juu, uh, watu. Si na zula juu huko, ah, limekuja kupotea ndege la watu huko, kwani si ndio tu upoteza, si shida, tufike sauti, sawa? Kwani kwa unapenda kukatania vitu ovyo. Haya, sauti, tunaenda kufikia kwa nani? Kwa Diamond? nani nyumbani kwa Diamond Platinum. Wewe unjui kama Diamond na mifla mm, baba ifuga ni uko na Diamond Acha kujibrand si, si, si. Baba sema, unaelewa Bwakila. <laughs> Mjomba, katika maisha yako kitu gani ambacho unakiogopa sana? mifuko ya rambo. <laughs> <laughs> Wewe mimi mbona chipsi ulizozileta zina michanga? nilikuuliza nikuwekee tomato ukanjibu nini? Nimekuambia weka kila kitu. Kinachokushangaza kukuta michanga nini? Na ulisema mwenyewe weka kila kitu, sasa ndio uweke mpaka michanga tena? Nimesahau majivu nikulete anko? <coughs> <coughs> <coughs> Hey, nambie eti furufuru kabisa, nina miaka mingapi mimi? Ina maana we ujue miaka yako kweli? Halo mama tena Mama mzazi sijui? Kweli kabisa hujui miaka yako mpaka umri huo. Mungu tena walai. Yaani na, najua lakini napoteza poteza, poteza sijui. Na miaka mingapi mimi? Hebu kwa asili azibwa kila. Au na miaka tisini na moja tisini na moja? Eti ebu wacha ujinga. Wana miaka nane bwana, umepata njota <laughs> sao <laughs> Bwakila, mjomba stani mjomba stani tani wewe mjomba, kitu gani ambacho ulikuwa ukiwezi hapo awali lakini mwaka huu umekiweza kuluka huko ta shule mjomba Bwakila <laughs> Hey, mimi naumwa bwana, sema ukweli naumwa mimi. Unaumwa nini hmm? Unaumwa nini? jongeze nawe, unajua wana kali mjomba Hebo, wacha ujinga, subiri mpaka saa kumi na mbili ndoufungulie zokufungulia, nau mwawele, nau wanipeleke hospitali dokta kandi kidozi, lakini kama utaandikiwa dawa utakunywa baada ya kufungulia. Dao, baada ya kufungulia kufungulia, eti dawa utakunywa baada yaufui, tamsikia dota aksema nimeze muda huu sawa, ama atasema mpaka aza nando nifungulie, basi tutatafuta hospitali nyingine. <laughs> <laughs> Anko naambia una namba ya mheshimiwa, we nini? Nataka nimpe listi wanaokula unga na wanaouza. We tenaishi hapo hapo, ujue hiyo kesi hiyo eh? Kesi minataja nataka nilinde taifa hili sieku kuporomoka. Nataja mi Bwakila Bwakila, kulopoka lopoka kwako huko, we uwataja majuliapi we wa kwanza We we we, mimi sasa tangulini, mimi nakula unga hapo? mimi naona, mimi nakula unga we? we jana ugali na samaki. Alaykum alaykum, hatujala ugali na samaki. Assalamu alaykum alaykum <laughs> wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jana wakati tunakula tunakula daku, Allahu akbar, una chakula kilibaki, tumsalidi mtu chakushangaza Merudi leo chakula hakipo. Astagharallah. Bibi, ulikimwaga. Kumwaga chakula wewe ndio uliniambia kumwaga chakula zambi. Kwa hiyo leo hujafunga. Eti leo hujafunga. Kumwaga chakula wewe si uliniambia zambi. Kwa hiyo umekula. Hm? Umekula? Kwa nini unakuambia kumwaga chakula zambi nani? Maandiko yanasema hivyo. Mimi sijala. Wewe hujala. Na maandiko yanasema hivyo. Nani aliyokula kama sio malaika? Wamekuja kutoka tungekimwaga, tungepata zambi. Unacheza na malaika nini, mjomba? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hebu ongea Kiswahili sasa nikuelewe like, wejifanya unaongea lugha zako hizo, ila ukumbuke soda hiyo elfu mbili mia tano elfu mbili mia tano

Nah, <taps> eh, eh, eh, eh, uliipa mi mi nah. uh -huh. uh -huh. Eh, ni mia tano. uh -huh. mia tano mbili, moja ya nyanya nyingine ni vitungu. Ah, nimezichanganya. Umechanganya nini? Nimechanganya mia tano ya nyanya na mia tano ya vitungu Sijui mia tano ya nyanya ipi na mia tano ya vitungu ipi. Unajua ninavyoimba mimi tofauti na baba, eh? Baba mziki bado, wala mimi nakwambia acha bwana tende hapo okay, levo wee anko, mimi eh. Bwakila eh. nisikilize eh. iki wangu uh ninavyoimba eh -huh. kama una elfu eh. eh. uh -huh. kumi eh. unirushie kwenye eh. simu eh. ya baba sina. una elfu kumi sina. hiyo eh. vesi ya kwanza unisikilize vesi ya pili <laughs> <laughs> Waja baba Bwakila, we Rabeka, mwezi wa Ramadhani ukiona karibia unachiveewanasautia mbalimbali, sina kusikia sasa, naye ushaanza. So kwa sababu niku Marekani uache kufunga mwezi Shabana, ukishakuta mwezi wa Ramadhani ujiandae kabisa, usijikuleta maswala yako ya vidonda vya tumbo, mwaka unafunga zote, kwani wakaa naukufungaw